Habari, karibu tena katika chaneli yetu pendwa ya Dirisha la Dunia TV. Leo tuko na mada ambayo inasema jinsi ya kufanya biashara kubwa au kufanikiwa kwa kiwango kikubwa kwa kutumia mitandao ya kijamii. Sikiliza video hii kwa makini, utaweza kupata namna ambavyo utaweza kufanya biashara kwa kutumia mitandao ya kijamii hata ukiwa na mtaji kidogo. Wengi tunaamini kwamba ili uwe mfanya biashara ni lazima uwe na fremu, uwe na sehemu ambayo hii ndo itajulikana kama ni sehemu yako ya biashara. Lakini sisi katika chaneli yetu pendo ya uhuru wa afya, leo tunapenda kukuambia, simu yako ndo fremu yako na mitandao ya kijamii ambayo tunaisemea hapa ni kama mtandao wa Instagram, Facebook, YouTube, Telegram na mitandao mingine mingi tu ambayo itaweza kukusaidia kuweza kufanya biashara kwa huo huo mtaji mdogo, hata kama ni shilingi elfu hamsini utaweza kufanya biashara wewe mwenyewe, na unaweza ukafanikiwa kwa kiwango kikubwa na ukatengeneza stori ya maisha yako kuanzia hapo ambapo utaanzia ni kusitu kwamba kitu chochote ambacho unahitaji kukifanya unatakiwa kuchukua maamuzi, lakini pia unatakiwa kujitoa na kile kitu ambacho unahitaji kukifanya. Sasa moja kwa moja niende kwenye sababu zetu, na sababu zetu ziko kumi, lakini leo nitazungumzia sababu nane ambazo zitaweza kukusaidia kufanikiwa katika mitandao ya kijamii. Lakini kabla sijaenda moja kwa moja kwenye sababu zetu, ni kusii kwamba subscribe, comment, like katika chaneli hii pendwa, itaweza kukusaidia kuweza kuona mada zetu ambazo tunazituma katika ukurasa huu kila siku. Sababu namba moja itakayo kufanya ufanikiwe kimtandao kibiashara zaidi, kitu cha kwanza unatakiwa kuwa na malengo pamoja na mwelekeo. Amua unachotaka, unachotaka kufanikisha: kuuza bidhaa, unatakiwa kujitangaza au kujielimisha. Hii ni sababu ya kwanza. Chagua jukwaa linalofaa kulingana na hadhira yako, mfano mtandao wa Instagram kwa picha, video fupi, YouTube kwa video ndefu, TikTok kwa video fupi zenye burudani. Hapo utaweza kutengeneza nafasi kubwa ambayo itakusaidia kufanikiwa kibiashara. Sababu ya pili ambayo itakusaidia kufanikiwa kibiashara una maudhui bora na ya kuvutia. Tumia picha, video zenye ubora mzuri, toa taarifa zenye msaada, burudani au motisha. Hii ni sababu ya pili. Andika maandiko yenye yenye mvuto, yenye kuuliza maswari au kushirikisha hisia za watu. Hapo utaweza kutengeneza atensheni nzuri ya mtu kuweza kufatilia biashara yako kimtandao. Sababu ya tatu, huwa na ratiba ya kuchapisha machapisho ya mara kwa mara, mfano mara tatu hadi tano kwa wiki. Tumia ratiba ili, ili, ili uwe na watu wazoee na kuamini. Sababu ya yani, nne, shirikiana na wengine. Fanya korabu na watumiaji wengine wa mitandao. Jibu maoni DM na share content za wengine pia. Namba tano, tumia hashtag na mitindo ya sasa ya trends. Hashtag inasaidia kupata watu wapya kufuatilia trends kuwa, kuwaongezea nafasi ya kuwa, kukuona zaidi. Sababu ya sita, tangaza paid ads. Ukipata uwezo wa kutumia matangazo ya kulipia kuongeza kufikia watu wengi zaidi. Na sababu ya saba ambayo ndiyo nitaimalizia kuisema hapa kwa wakati huu na nikitarajia kwamba sababu ya nane ya tisa na ya kumi utakuja kuipata katika njia ya WhatsApp. Huko utapata kujifunza mengi zaidi kwa njia ya grupu, lakini pia kwa njia ya status ambapo tuna posti kila siku maudhui yetu ambayo tunayatuma pia katika ukurasa huu wa YouTube kila siku. Ni kusiendelea kusubscribe kucomment, kulike. Sikiliza kwa makini, utaweza kujifunza mambo mengi yanayohusu biashara za kimtandao na jinsi ambavyo unaweza ukafanikiwa. Sababu ya mwisho katika ukurasa huu na katika mada hii kwa siku ya leo ni jenga jumuia, usitumie mtandao kama sehemu ya kuuza tu. Jenga uhusiano wa kweli na watu. Watu wakikupenda, kama mtu atakupenda hata unachouza. Kwa hiyo, wakikupenda watu watapenda unachokiuza. Kama pia utahitaji kujifunza zaidi kuhusiana na jinsi ambavyo unaweza ukafanya biashara, tafadhali usisite kutupigia simu au kututumia ujumbe kwa njia ya WhatsApp katika namba ambazo zinapita kwenye skrini yako, nasi tuko tayari kukupatia ushauri bure na na kujifunza namna kukufundisha namna ambavyo unaweza ukafanya